Na hapa hey, Cape Media Radio 47 na TV 47 na huyu bwana tangu nimemjua hmm, hakuna siku amewahi kosea ubashiri wake huyu hey, anagonga hey, ndipo sasa mumsikilize kwa makini. Mechi nyingine zote watu watapata, lakini kuna mechi kama tatu atawaeleza ukweli. Liverpool versus West Ham, Liverpool tik Manu Crystal Palace. Ha, Crystal Palace ndio mwa asubuhi na mapema. Crystal Palace tick. Chelsea Arsenal. Arsenal. Arsenal tick. Kuna yote ambaye anashindana? Guru. Na? Huyu kijana amesema Manu itaipiga Palace. Amesema Palace itapiga ita Manu. Manu. Unakubaliana naye? Uh, kulingana na hali halisi kuhusu Manu Manu, mm. Manu anaweza kupigwa wakati ambapo unatarajia atapigwa na anaweza akapiga wakati unatarajia atapiga, kwa hiyo kwa Manu unakubali. Unakubali. Anaweza kupigwa. Haya, ah, Liverpool itaipiga West Ham maanake kocha mm. anajua akipoteza kazi anapoteza <laughs> Liverpool itaipiga West Ham, ndivyo anavyosema huyu kijana Madeu, maanake Liverpool kusema kweli wakipigwa leo hali yao itakuwa mbovu zaidi ujue, hmm. hmm. Kitu, kitu moja huyu mtu wa East Ham hmm, si ni kocha mpya mm -hmm. Sasa pia anataka kupoka timu ndio, mm -hmm. mm -hmm. na ujue huyo kocha upiga Liverpool sasa bwana. <coughs> nimetaka tu bashiri masuala ya historia kocha na nini, achana naye <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Acha amesema, <coughs> Arsenal itaipiga Chelsea na Chelsea iko nyumbani Stamford Bridge. Sisi kule kwetu kwa gaga gigi gogo, naweza kutwangwa hata ukiwa nyumbani, tena mbele ya watoto wako, mbele ya mke wako na mbele ya mkwe wako. Kwa hiyo unapigwa, ni kupigwa tu, bora akupigaye amekuzidi nguvu. Kwa hiyo unakubaliana naye kwa kila sana. Heshimu madevu na heshimu miaka. Mimi namwambia hivi, madevu na madevu, tukutane nawe Jumatatu. Palace itashinda. Thank you. Itashinda Liverpool. West Ham Liverpool, itashinda Chelsea. Arsenal Chelsea, itashinda nda Chelsea. Chelsea itashinda nda. Isipotokea, naanza kufuga ndevu <laughs>